itestara like hiki na kituku Mambo wa Nyakati wa kwanza kumi na sita kanza ishirini na nane inasema mpeni yeah, Bwana yenyi jamiza hati mpeni Bwana utukufu na nguvu, mpeni Bwana utukufu wa jina lake, leteni sadaka mje mbele za waguduni moda kwa uzuri wa utukufu, tetemekeni mbele zake nchi yote. Maana y Bwana nametigizika msikiziki bigu nazi furahiwe nchi naishagiliwe, naseme katika mataifa Bwana ametamalaki. Amen. Kwa kulia na kwa kuombolezi, darueni mioyo wenu, wala si mavazi yenu, ka mrudie Bwana Mungu wenu, maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni wingi wa rehema ne Nitakaseni saudi, kusanyeni kusanyiko kuu, kusanyeni watu, nitakaseni kusanyiko, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto na hao wanyonyewe maziwa. Bwana harusi atokee chumari mwake na bibi harusi kati ahema yake. Naasema uwachilia watu wako, e, eh, Bwana, wala usiutoa riti wako upate aibu, riti wako utazue

Watapate kwa mini kwa tpate kwailikwae huyakile nuru bada alikuashude ja Matendo ya Mitume moja kuanzia nne inasema hata alipokutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingojea <coughs> ahadi ya Bwana ambayo alisikia habari zake kwao, ambayo Yohana alibatiza kwa maji, bali itabatiza kwa Roho Mtakatifu Siku hizi chache. Basi walipokutanika akamuuliza akisema, je, Bwana, wakati huo ndipo unakurudishia Israeli mfalme? Akaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira majina Bwana aliyoyaweka mamlaka yake mwenyewe, bali mtapokea nguvu akishaajilia Roho Takatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Amen. Amen. Amina. Zaburi mia moja u natia kwa njim inasema, Bwana akili wanjiao sawasawa na ahadi yako, nami nitamjibu neno anilaumuye, kwa maana nalitumaini neno lako. Usiliondoe uh, neno la kweli kinywani mwangu kamwe, maana nimezungudia hukumu zako, nami nitatii sheria yako daima na milele na milele nami, nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya kazwe, wala sitaona zitaona aibu. Makofi mazuri arobaini kwa njia nane inasema: kufanya mapenzi yako ee Mungu wangu, ndio furaha yangu, naam sheria yako ipo moyoni mwangu. Nimehubiri habari za haki katika kusanyiko kubwa, wala sikuficha uaminifu wako wala fadhili zako katika kusanyiko kubwa. Sikustiri haki yako moyoni mwangu, nimehubiri habari zako na fadhili zako

Tumikieni Bwana kwa furaha, looni mbele zake kwa kusiku. Kwa maana Bwana ndiye Mungu, ndiye alikuumba sisi, tu watu pa... pa... Kufu... wake na kondoa malisho yake. Ingieni aoingieni malangoni kwa furaha, niweni mwake kwa kusiku, shukuruni Bwana ni milini jina lake, kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake niza milele na waminifu wake bizazi Amen. Nataka kubariki Mambo ya Nyakati wa kwanza ishirini na tisa kwanzia kumi na moja nasema, e Bwana ukuu ni wako na uweza na utukufu na kushinda, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ufalme ni wako ujia vitu vyotu utajiri na heshima toka kwako wewe, ne watowatajua na mkononi mako mnauweza na guo, tena mkononi mako mnakuakuta na kuezezha. Basi sasa, Mungu wetu, takushukuru na kulisifu jina lako tukufu. Lakini mimi ni nani na watu wangu ni nani, hata tuweze kutoa kwa hiari? Kwani vitu vyote vatoka kwako, na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea

haja zao za kila siku, watoto wote Mungu ajue ya kuwa Bwana ndiye Mungu, hakuna mwingine. mimi ninaweka mimi kwa Bwana aaa, ninaweka mimi kwa Bwana Mungu wetu, tuende katika sheria zake nakizisikamzak kama ilivyo leo. Ten. Kwa wengine anaitwa wa garamza wabariki na kifungu Zaburi mia moja na mchini kwanzia moja, ninasema sema, haleluya, msifuni Mungu katika patakatifu pake, msifuni katika anga la na uwezo wake, msifuni katika matendo yake makuu, msifuni kwa kadhiri ya wingi wa ukuu wake, msifuni kwa mfumo wa baragumu, msifuni kwa kinanda na kinubi sifuni kwa matari na kucheza, sifuni kwa zese na kilimu, sifuni kwa matoazi aliayo, sifuni kwa matoazi akumayo sana. Kila monyepui na msifu Bwana, haleluya! Amen. Amen! Pigia Yesu makofi mazuri. sina deni eh? sina deni, si ndiyo? maridhika kabisa kabisa kabisa. <laughs> ni wakati wa kuenda tu, sawa. So nitaongea okay, uh, na madam sawa utaenda Sunday tribuni, nitawatangazia mwende sandeene, sawa sawa, niwe sina deni kabisa. Mungu awabariki kila kitu kimeenda sawa. Na nini ingine unataka? Njoo. Njoo. Naona wewe una kitu unanambia, asante. Mimi pia nami, nina muko wangapi? muko wangapi?